Ni kwamba mahakama kuu kanda ya Sumbawanga mkoani Rukwa imehukumu e, kunyongwa hadi kufa watu watatu wote ni wanaume kwa makosa ya mauaji. Adhabu hiyo ilitolewa kwa washtakiwa hao watatu baada ya kupatikana na hatia ya kuwa kwa kusudia, kama nilivyosema, lakini kwa nyakati na maeneo tofautitofauti ndani ya wilaya ya Sumbawanga mkoa wetu wa Rukwa. Wa kwanza anaitwa Devi Parasido Mwana Linze, ana miaka 25 ni mkazi wa pale eneo la makutano wilaya ya Sumbawanga. Huyu alihukumiwa baada ya kumuua mwanamke mmoja e, mkazi wa makutano maeneo ya, ya sumbawanga asilia baada ya kuwa amembaka lakini akawa amepora na simu yake. Adhabu hii imetolewa juzi tu tarehe 25 mwezi wa 4 2025. Vile vilevile Charles Kashinje miaka arobaini na nane mkazi wa kapenta wilaya hii ya Sumbawanga naye amepewa adhabu hiyo ya kunyongwa mpaka kufa, naye ni baada ya kuwa amemuua mwanamke mmoja anaitwa Kija Rutema, ana miaka 35 ni mkazi naye wa kapenta Sumbawanga. Wa mwisho ambaye naye amepewa adhabu kama hiyo anaitwa Sanyiwa Nyorobi Mtemasho, yeye ana miaka 47 ni mkazi wa Kirangawana, kijiji cha Kirangawana ni wilaya hii ya Sumbawanga. Kamanda Masija amesema adhabu hizo zimetolewa iliwefundishwa kwa wengine, na kutoa wito kwa wananchi, tuwatake wananchi wasiwe na tamaa za ngono. Kama huyo wa kwanza amehukumiwa kunyongwa hadi kufa, kutokana hatuna tamaa ya ngono, lakini simu ndogo tu ya 2020 2018